Hakuna anayeamka amefanikiwa. Hakuna anayejikuta na nidhamu kwa bahati mbaya, na hakuna anayejenga maisha yenye nguvu kwa kubahatisha. Kinachowatofautisha watu waliofanikiwa na wengine pagi, si kipaji, si bahati na wala sio motisha, ni tabia za kila siku, vitendo vidogo vinavyorudiwa pale ambapo hakuna anayetizama, vinavyofanywa pale ambapo hawajisikii. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha tabia za kila siku walizonazo watu waliofanikiwa, sio toleo la Instagram, bali ukweli halisi mchungu na usio na mapambo. Namba moja: wanaweka malengo ya kila siku. Watu waliofanikiwa hawazinduki asubuhi na kusema tuone siku itakavyoenda, wao wanaamua siku itaendaje kila asubuhi wanajiuliza swali moja rahisi: ni nini lazima kifanyike leo ili maisha yangu yasogee mbele? Sio kesho, sio wiki ijayo, leo. Malengo hayahitaji kuwa makubwa, yanahitaji kuwa wazi, kwa sababu malengo yako yanapokuwa hayako wazi, vitendo vyako vinakuwa dhaifu. Watu wengi hupoteza siku nzima wakijibu ujumbe, notifications na matatizo yaliyoundwa na watu wengine. Watu waliofanikiwa wamka na mwelekeo, wanayaandika, wanayaona akilini matokeo, na wanajiwajibisha wenyewe. Kama huna malengo ya kila siku, unaruhusu maisha ya kutumia badala ya wewe kuyatumia. Namba mbili wanazingatia matokeo zaidi. Watu waliofanikiwa Hawapendi jitihada kwa sababu ya jitihada, wanapenda matokeo. Hawasemi nimejaribu, wanauliza je, ilifanya kazi? Hii haimaanishi hawafanyi kazi kwa bidii, inamaanisha wanapima kile kilicho muhimu. Wanajitathmini kila mara. Je, kitendo hiki kinazalisha matokeo? je tabia hii inanisukuma mbele? Je, yeah. Hili linastahili muda wangu? Watu wengi hukaa bize ili wajisikie wanafanya kazi. Watu waliofanikiwa hukaa makini ili wawe na ufanisi. Wanaelewa ukweli mmoja mgumu: harakati sio maendeleo. Unaweza kufanya kazi siku nzima na bado usiende popote. Matokeo hayajali umechoka kiasi gani, yanajali tu kile ulichozalisha. Namba tatu: wanazingatia watu zaidi. Mafanikio huwezi kuyajenga peke yako kamwe, unahitaji watu. Watu waliofanikiwa wanaelewa kuwa mahusiano hukua haraka kuliko pesa. Wanawatendea watu kwa heshima, sio kwa sababu ni mkakati bali ni kwa sababu ndivyo walivyo. Wanasikiliza zaidi kuliko wanavyoongea, wanatoa thamani kabla ya kuomba chochote, hawachomi madaraja ili wajisikie wana nguvu. Na huu ndio ukweli ambao watu wengi hupuuza: mtazamo wako utafungua milango mingi kuliko wasifu wako wa kazi. Watu wakumbuka jinsi ulivyowafanya wajisikie, wanaokumbuka uaminifu wanaokumbuka uadilifu. Kama huwezi kufanya kazi na watu, utakuwa na shida y kuongoza kitu chochote chenye maana. Namba nne: wanazingatia afya zao. Watu waliofanikiwa hulinda afya zao kana kwamba maisha yao ya baadaye yanategemea hilo, kwa sababu yanategemea. Wanaelewa kanuni hii rahisi: mwili wako ukivunjika kila kitu kingine kinafuata. Wanalala vya kutosha, wanaupa mwili wao mazoezi, wanajilisha kwa usahihi, sio kwa sababu ni mtindo wa sasa, bali kwa sababu nguvu ni mali. Huwezi kufukuzia mafanikio huku ukipuuza msingi wako wa mwili. Nidhamu katika afya huunda nidhamu katika kila eneo jingine. Mwili dhaifu uzaa maamuzi dhaifu. Mwili wenye nguvu huleta uwazi wa akili na udhibiti wa hisia. Huhitaji ukamilifu, unahitaji uthabiti. Namba tano: ni waaminifu. Watu waliofanikiwa ni waaminifu kupita kiasi, hasa kwao wenyewe. Hawadanganyi kuhusu kwa nini walishindwa, hawalaumu wengine ili kulinda ego yao. Hawajifanyi wako sawa wakati hawako sawa. Wanaukabili ukweli uso kwa uso, kwa sababu ukuaji huanza pale visingizio vinapoisha. Wanaukubali wanapokosea, wanaukubali wanapokuwa wavivu, wanaukubali wanapokuwa na hofu. Ukweli hujenga imani imani hujenga uaminifu na uaminifu hujenga mafanikio ya muda mrefu. Kama huwezi kuwa mkweli kwako wewe binafsi, kamwe hutaweza kurekebisha kilichovunjika. Namba sita nidhamu binafsi. Hii ndio tabia inayodhibiti tabia zote nyingine. Nidhamu binafsi ni kufanya kile kinachopaswa kufanywa hata wakati ambao hujisikii kufanya. Watu waliofanikiwa hawasubiri motisha. Wanatokea wakiwa wamechoka, wanatokea wakiwa wamechoshwa, wanatokea hata wakati hakuna anayewapigia makofi. Wanaelewa jambo moja ambalo watu wengi hawalielewi: hisia hubadilika, viwango havibadiliki. Wanajifunza kuchukua hatua bila kujali hisia, kwa sababu nidhamu huleta uhuru. Kadri unavyokuwa na nidhamu zaidi, ndivyo unavyokuwa huru zaidi dhidi ya udhaifu. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.